Karibuni waandishi, kwa majina naitwa Abdul Nondo, ni mwenyekiti wa mtandao wa wanafunzi Tanzania, TSNP. Nipo hapa na katibu Brighton Malakela nipo. Katibu Brighton Malekela ni katibu wa taasisi hii, mtandao wa wanafunzi Tanzania TSNP. Ndugu andishi, tupo hapa leo kwa sababu taasisi inapokumbana na tuhuma ama shutuma, si vyema kuzikalia kimya, kwa sababu kunachafukwa sura ya taasisi nje ya watu ambao tunafanya nao kazi, nje ya wanafunzi ambao tunafanya nao kazi, nje hata taasisi tofauti tofauti. Kama ambavyo mnakumbuka, tulifanya mkutano wa vyombo vya habari juu ya kifo cha dada yetu Akwilina lakini baadaye tarehe tatu mwezi wa tatu taasisi m, jumuiya ya wanafunzi vyuo vikuu TAHLISO ilikuja mbele ya waandishi wa habari Dodoma, ikitoa taarifa yake, lakini ndani ya taarifa yake ikionyesha dhahiri moja kwa moja kuishambulia taasisi ya mtandao wa wanafunzi Tanzania kwa taarifa yake iliyotoa kuhusu kutetea na kuhusu Mheshimiwa Mwigulu kujiuzuru. TAHLISO alikuja wakaanza kuishambulia taasisi hii kwamba haina mamlaka ya kuzungumzia masuala ya wanafunzi. Sasa tuko hapa mbele kujibu hili na pia kutoa ufafanuzi ambao ni muhimu wa jamii fahamu, ni muhimu pia hata TAHLISO wafahamu kama walikuwa hawajafahamu. Ndugu waandishi wa habari, taasisi hii ya taasisi mtandao wa wanafunzi Tanzania ni taasisi isiyo ya kiserikali iliyopata usajili wake tarehe 23 mwezi wa 10 2001. Lengo kubwa likiwa ni kutetea kutetea maslahi ya wanafunzi na wajibu wa wanafunzi kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Ndugu waandishi wa habari, sisi tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana na taasisi zote za serikali. Tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana na Wizara ya Elimu. Tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana na Bodi ya Mikopo. Tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana na taasisi zingine kama TCU kipindi cha udahili. Tumekuwa tukishirikiana na taasisi kubwa kuhusu masuala ya wanafunzi. Tumekuwa tukitetea masuala ya wanafunzi. Sasa tunajiuliza maswali kwamba mamlaka hayo TAHLISO waliopewa, wamepewa na nani kuambiwa kwamba mtandao wa wanafunzi Tanzania hautaki kuzungumzia masuala ya wanafunzi pia pia mtandao wa wanafunzi Tanzania tumekuwa tukifanya kazi kushirikiana na bodi na wizara kutatua changamoto mbalimbali mbali za wanafunzi, lakini TAHLISO imekuja moja kwa moja kuishutumu mtandao wa wanafunzi kwamba haina mamlaka hiyo ya kuzungumzia na kumzungumzia masuala ya wanafunzi. Ni sisi ndio ambao tulikuwa mbele kupambana kuhusu bodi ya mikopo, kuhusu mikopo ya wanafunzi. Ni sisi ndio tuliokuwa mbele kupambana kuhusu udahili ulipokuwa unaleta utata. Ni sisi ndio ambao tuliwatetea wanafunzi ambao wanafunzi mia tatu ambao walikuwa hawatakiwa kudahiliwa wanafunzi wa MWECAU. Na tumekuwa tukishirikiana na Wizara, Mheshimiwa, Mheshimiwa Ndalichako. Tumekuwa tukishirikiana na naibu katibu Wizara ya Elimu, Mheshimiwa, Mheshimiwa, Mheshimiwa Ave Maria. Tumekuwa tukishirikiana na naibu waziri wa elimu, Mheshimiwa, Ole Nasha. Sasa leo TAHLISO tunakuja mbele kusema kwamba TSNP waliozungumza kuhusu Mwigulu ajiuzuru hawana hayo mamlaka na hawana mamlaka ya kusemea wanafunzi. TSNP ni taasisi iliyosajiliwa, ni civil society. Ni non-government organization, sio taasisi ya kiserikali, ni taasisi ambayo tumesajiliwa. Tahiliso ambao ni Tahiliso wanaojiita wenyewe wanatetea wanafunzi ni jumuiya ya wanafunzi vyuo vikuu ambayo ina jukumu pia la kuangalia maslahi na utetezi wa wanafunzi elimu ya juu lakini cha kushangaza TAHLISO hii ambayo inakuja kutushutumu na imetushutumu kwamba sisi tunatumika kisiasa. Sasa tunataka tujibu TAHLISO, tunataka tuiambie TAHLISO shutuma hizi ambazo tunapewa sisi kwa watu, tunapewa sisi kwa vyombo vya habari, tunapewa sisi kwa jamii, tunataka tuiambie TAHLISO kwamba sisi tumekuwa mbele kusimamia agenda za wanafunzi. TSNP ni non-partisan organization sio taasisi ya chama cha siasa siasa, sio taasisi inayoongozwa na, na, na viongozi wa vyama vya siasa. Haiongozi na chama chochote, haiongozi na taasisi yoyote, ni chani taasisi inayojitegemea, na ndio maana mara zote tumekuwa mbele kusimamia ajenda za wanafunzi tu. Tujiulize swali, tulizungumza kuhusu, baada ya tukio la dada yetu Akwilina kupigwa risasi, tukasema Mheshimiwa Waziri Mwigulu ajiuzulu. Kwa, ta, kwa, kwa, kwa kawaida tu kitendo cha ja, dada yetu Akwilina huwezi kuja mbele kusema, hakuna taasisi iliyopaswa kuzungumzia, ni sisi ndio tulikuwa, tulipaswa kuzungumzia. Kwa sababu sisi tuna mamlaka aina mbili. Moja, ile ni haki, ni haki ya mtu kuishi. Mtu anapopokonywa haki yake kuishi, kila mtu anatakiwa, kila mtu ana jukumu la kukemea. Kila mtu ana jukumu la kusemea. Kila mtu ana jukumu la kulaani. TSNP, kama uhai wa mtu uhai wa wa binadamu tulililaani kama mtandao wa kutetea wanafunzi Tanzania tulitoka na kulaani hili swala kwa sababu marehemu Akwilina alikuwa ni mwanafunzi, na sisi mtandao wa wanafunzi Tanzania tupo kutetea wanafunzi. Ila Tahiliso hatujui hayo mamlaka, hatujui huo ujasiri waliutoa wapi kuja kusema kwamba waliosema Mwigulu ajiuzulu wanatumika kisiasa, waliosema kusemea wanafunzi hawana hayo mamlaka ya kusemea wanafunzi. Tunataka tuulize kitu kimoja. Kama TAHLISO imekuwa ikitetea maslahi ya wa wanafunzi, ni lini ilitetea maslahi ya wa wanafunzi mpaka kuja kushambulia TSNP kwamba haina mamlaka kusemea wanafunzi ikiwa TSNP ni taasisi iliyosajiliwa, TSNP ni taasisi ikihalali inekufanya kazi kihalali. Wenye wanapata mamlaka wapi kuja kusema kwamba waliosemea wanafunzi hawana hayo mamlaka ya kuwasemea wanafunzi wanapata wapi hayo mamlaka? Kwa hiyo tumekuja mbele kuweka haya wazi na kulieka hili wazi kwa sababu matatizo yote ya wanafunzi, taasisi ambayo imekuwa mbele ikisemea ni mtandao wa wanafunzi Tanzania TSNP. Kuhusu udahili ni sisi ndio tulizungumza, kuhusu mikopo ni sisi tuliozungumza, kuhusu wanafunzi wa CBE walionyimwa award verification number ni sisi ndio tuliozungumza, na tulishirikiana naibu katibu wa Wizara ya Elimu Dr. Ave Maria Semakafa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata AVN. Wanafunzi wa MWECAU waliofukuzwa ni sisi ndio sasa TAHLISO walikuwa wapi muda wote, na muda wote wamekuwa wapi? Na kwa nini waje kuzungumza juzi, kuishambulia taasisi ambayo ipo kihalali, inayofanya kihalali kutetea wanafunzi? Wamepata wapi ujasiri kusemea serikali, kusemea wizara, badala ya kusemea matatizo ya wanafunzi? Tulisema sio vizuri kukaa kimya, lazima tuje mbele tuwaambie, hatujapendwa na hatujapendezwa.

Matamshi yao waliyatoa kwa sababu tahiliso ni taasisi ambayo inatakiwa kutetea wanafunzi. Ni taasisi ya elimu ya juu inatakiwa kutemea wanafunzi, ni jumuiya ya elimu ya juu haitakiwi kuacha kazi yake mbadala ya kusemea wanafunzi. Mmeangalia wenyewe wenyewe, kumekuwa na changamoto nyingi, tahiliso amekaa kimya. Kumekuwa na changamoto nyingi za wanafunzi, tahiliso hawasemi wa kitu. Dada yetu kapigo risasi, tahiliso amekuja wa wanashambulia taasisi zilizo juu ya swala hili wanashambulia taasisi iliyomwambia mheshimiwa Migulu ajiuzuru. Mheshimiwa Migulu kujiuzuru si jambo, si jambo la, la kushangaza kwamba hatutakiwi kuzungumza vile yale. Alikuwa ni maoni yetu, na tulizungumza vile kama hatua stahiki hazitachukuliwa ajiuzuru. Tulizungumza vile kama haya ambayo yanaendelea ataendelea kutokea ajiuzuru. Sasa wenyewe wanakuja kukingia kifua wa wizara ya mambo ya ndani, wamekuwa ni wasemaji wa wizara ya mambo ya ndani badala ya kuwa watetezi na wasemaji wa wanafunzi. Sasa mtandao wa wanafunzi Tanzania tulio, tuliona kuna jukumu la kujibu hili hatukuona kama kuna jukumu la kukaa kimya, kwa sababu sisi tumesajiliwa kihalali, tunafanya kazi zetu kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo. TAHLISO wanafanya kazi vyuo vikuu tu, hata hiyo kazi ambao wanayo TAHLISO sasa hivi hawaifanyi. TSNP hatulipi na wanafunzi hatulipu na serikali, lakini tumekuwa mbele kushirikiana na taasisi za serikali, kushirikiana na viongozi wa serikali kutatua changamoto za wanafunzi. TAHLISO hii inapokea posho kutoka vyuo vyote nchini, lakini bahati mbaya imesahau jukumu lake kubwa la msingi la kutetea maslahi ya wanafunzi. Matokeo yake imekuwa ni taasisi ya kusemea serikali, imekuwa ni taasisi ya kuitetea serikali, imekuwa ni taasisi ya kusemea wizara, imesahau masuala ya wanafunzi. sasa hatukuona kama ni hekima kukaa kimya, hatukuona kama ni busara kukaa kimya. Ndio maana tumewaita hapa, tuwaeleze jamii kazi ambazo tunazifanya, tunashirikiana na nani, na tupo kihalali. Na Tahliso wanaojiita wanatetea wanafunzi, ni lini Tahliso walitoka mbele kusemea wanafunzi kuanzia kwenye mikopo, udahili wanafunzi waliofukuzwa Mweka, wanafunzi waliopata shida, ni lini TAHLISO walitoka mbele kusemea wanafunzi? Hakuna hata siku moja. Sasa hii inadhihirisha nini? Wanatuambia sisi tunatumika kisiasa. Hakuna hata siku moja tulikuja kwenu na agenda ambayo haihusu wanafunzi. Mara zote tukija kuzungumza mbele yenu, tunazungumza agenda inayohusu wanafunzi, agenda ya shida za wanafunzi, agenda, kipi ambacho wanafunzi wanakikosa? Kipi ambacho wanafunzi wananyimwa haki za wanafunzi? Leo hiyo anatuambia TSNP wanatumika kisiasa. Sasa, kati yetu sisi na TAHLISO ambao sisi tunasimamia ajenda za wanafunzi tunasemea shida za wanafunzi na wenyewe ambao wanakuja kuisemea wizara kuisemea serikali, ni taasisi ipi na jumuiya ipi ambayo inatumika kisiasa? Sasa hilo sio sisi kuwajibia. Ni lao kujiangalia namna ambavyo wanafanya kazi, kwa sababu TAHLISO imekuwa ikifanya kazi tangu mwanzo, imekuwa ni taasisi bora tangu zamani, kipindi alikuwepo Makonda. Imefanya kazi vizuri. Walikuwepo watu wengi wamekuwa ni vitu wa TAHLISO. Imefanya kazi vizuri. Hawakuwahi kushambulia taasisi nyingine. Hawakuwahi kuziattack taasisi nyingine. Hawakuwahi kuzitusi taasisi zingine ambazo zilikuwa zikishirikiana kutatua matatizo ya wanafunzi. Tunashangaa sana. TAHLISO kipindi hiki, tunashangaa hata mwenyekiti wa kipindi hiki anapata hiyo ayo mamlaka yapi kuja kuisemea serikali na kushambulia taasisi ambayo ipo kihalali ambayo ipo kutetea wanafunzi, hayo mamlaka mwenyekiti wa TAHLISO kaipata, kapata wapi? Na kwa kawaida unapopewa fedha ukashindwa kufanya kazi ya fedha unazopewa maanake, hiyo ni rushwa. Kuna rushwa inaitwa silent corruption, ni aina ya rushwa unalipwa unapewa mam, unapewa fedha unalipwa posho uendeshe shughuli zako katika taasisi yako, lakini hufanyi kazi. Kila chuo kinalipa fedha kwa mwaka takribani laki tano Tanzania. TAHLISO kutetea shida za wanafunzi, kutetea haki za wanafunzi. Nyinyi ni mashahidi, kumetokea tatizo la mikopo, TAHLISO ipo kimya kama haioni. Kumetokea tatizo ya udahili vyuo vikuu, TAHLISO ipo kimya kama haioni. Kumetokea wanafunzi ndugu yetu hapa kupigwa risasi, TAHLISO ipo kimya kama haioni, ina kuja kufanya press inashambulia watu waliozungumza, watu waliotoa maoni, taasisi iliyotoka mbele kutetea wanaishambulia. Sasa kwa ufupi ni hivyo, tulitaka hilo tuliweke wazi, na katibu hapa atakuja kuelezea na kuchambanua kipi ambacho tunafanya na hatujarizishwa na taarifa ya Tahliso na tunaungana na wenyeviti wastaafu wa Tahliso ambao tayari wameshatoa wa taarifa zao kuto kuunga mkono taarifa hii iliyotolewa na Tahliso, na hasa wakifikia mbali kusema kama kuna uwezekano maraisi Tanzania wa Tahliso ambao wapo Tahliso wajitoe Tahliso kwa sababu imekuwa ni taasisi ambayo haisemei shida za wanafunzi. Sisi tungefurahi kama kesho TAHLISO ingekuja kutaka kushirikiana sisi kujua namna gani tutasaidiana kutetea shida za wanafunzi, namna gani tutasaidiana kuhakikisha tunafanya lobbying kushirikiana na taasisi za serikali, kushirikiana na serikali, namna gani matatizo ya wanafunzi yanatatuliwa. Lakini TAHLISO inageuka kututusi, inageuka kutu shambulia inageuka kutuambia hatuna hayo mamlaka. Sasa labda tuulize, kama TAHLISO inatushambulia sisi kwa taarifa yetu na maoni yetu juu ya dada yetu aliyopigwa risasi, kosa letu sisi ni lipi? Tumefanya kosa gani kuzungumza na kutoa maoni yetu juu ya mwanafunzi ambaye ndio sisi tunashughulika nao, wanafunzi haki za wanafunzi. TAHLISO anasema sisi hatuna hayo mamlaka inatuambia sisi hatuna hayo mamlaka hayo mamlaka na nguvu hizo TAHLISO wamezipata wapi kusema kwamba sisi hatuna hayo mamlaka kusemea wanafunzi ikiwa TSNP ni taasisi iliyosajiliwa kihalali TSNP ni taasisi iliyosajiliwa. TSNP ni taasisi inayofanya kazi yake bila kuvunja sheria na taratibu za nchi. Wanatoa wapi hayo mamlaka ya kutuambia kwamba hatupaswi, hatuna hayo mamlaka ya kusemea? Labda niseme kitu kimoja, nimalizie. TSNP iko ligo TSNP ni legitimate, ipo kihalali TSNP ina legitimate, imesajiliwa na inakubalika na jamii na wanafunzi kutokana na shughuli tunazozifanya. Sisi, TAHLISO iko ligo, ipo kihalali, haina legitimate, kwa sababu haitendi wajibu wake kama inavyotakiwa. TAHLISO ipo kihalali, lakini haikubaliki na wanafunzi, haikubaliki hata na maraisi wa vyuo. Wafahamu hivyo, kuna vyuo ambavyo tayari wameshajitoa TAHLISO. Mwenyekiti wa TAHLISO anasema Dodoma alikuwa na maraisi, kuna maraisi ambao hawapo TAHLISO mpaka sasa. Ndio maana tunasema kama TAHLISO imekalia kushambulia taasisi zingine, Sio kazi yake hii. Tulitarajia swala la kujiuzuru Mheshimiwa Migulu lijibiwe li, li, li, li, li, na, na watu wenye mamlaka serikalini lijibiwe na watu wanauo nafasi sio Tahiliso. Tahiliso jukumu lake ni kutetea wanafunzi na sio kusemea serikali. Ndiapo tunasema kama imeshindwa kufanya kazi yake na kuache kazi yake, kuja kushambulia taasisi hizi, iache wa maraisi waondoke, waunde taasisi nyingine ambayo itakuwa inasimamia haki za wanafunzi itakaokuwa inasimamia na kusemea wanafunzi. Mheshimiwa Makondo alikuwa ni mwenyekiti wa Tahiliso, afanya kazi vizuri, ilikuwa vibrant kipindi kile. Sasa hili ni jambo ambalo tunakuja kulizungumza na tunaliweka wazi. Hatujapendezwa na taarifa ya TAHLISO, hatujapendezwa hata kidogo. Naomba nimkaribishe katibu aweke wa wazi vitu fulani, karibu sana. Ok, asante uh, uh, kwa majina naitwa Joseph Brighton Malekela ni katibu wa mtandao wa wanafunzi Tanzania. uh, pamoja na mambo ambayo mwenyekiti wangu ameyazungumza, nipende kusema tu kwamba changamoto za wanafunzi nchini ni nyingi sana. Wanafunzi wamekuwa na changamoto nyingi katika nyakati tofauti. Kwa hiyo wanapojitokeza uh, watu wanafunzi wanaamua wao wenyewe kwa hiari yao kuunda jumuiya yao kwa ajili ya kujisemea wao wenyewe, mimi nadhani wangepewa ushirikiano zaidi badala ya kwanza kushambuliwa kwa namna moja au nyingine. Mtandao wanafunzi Tanzania ni taasisi ya kihiari, mwanafunzi yeyote wa kawaida tu hata kama sio kiongozi hata kama sio rais wa chuo chochote kuanzia sekondari mpaka vyuo vikuu anaweza kujiunga. Mimi nimekuwa mwenye uh, kiongozi na mwanachama wa mtandao wa wanafunzi Tanzania toka nikiwa kidato cha tano, lakini shirikisho la vyuo vikuu linajumuisha viongozi peke yake, wawakilishi presentation tunasema. Kwa hiyo hizi platform ni platform mbili tofauti. Kwa hiyo sisi tutumie tu nafasi hii kutoa kutoa wito kwa shirikisho la vyuo vikuu nchini kutumia nafasi yake vizuri ili kuweza kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanafunzi. Tunaamini kwamba taasisi hiyo ina rasilimali zote za kuliwezesha kufanya shughuli zake kikamilifu. Hata hivyo, endapo shirikisho hilo halitafanya majukumu yake kama inavyotakikana na wanafunzi wa vyuo vikuu wakaendelea kuwa na changamoto ha hivyo ambapo wameviita vikundi ambapo vinajitokeza kusemea shida za wanafunzi, huenda vikaongezeka. Wanafunzi wataendelea kutengeneza vikundi vyao, lakini kwa mujibu wa sheria watasajili, wataendelea kujisemea, na kwa sababu wamesajiliwa kwa mujibu wa sheria, hamna haja ya kwanza kupambana nao changamoto za wanafunzi wa wa, wa, wa, wa elimu ya juu ni nyingi, ikiwemo changamoto ya wanafunzi kukosa mikopo. Ndugu waandishi wa habari, naomba tuwaambie tu kwamba hata mwaka huu wa masomo, mwaka 2018, uh, 17, 18, wanafunzi ambao wamedahiliwa kwenda chuo kikuu wapo ambao mpaka sasa hivi wako nyumbani kwa sababu tu wamekosa mikopo, wanashindwa kwenda kulipia gharama hizo za chuo. Kwa hiyo tunategemea shirikisho kama TAHLISO litoke hadharani, litoe mapendekezo namna gani ya kuwawezesha wanafunzi ambao wamefaulu kwenda chuo kikuu kikuu wamedahiliwa na chuo kikuu, lakini wanashindwa tu kwenda kuso, uh, kulipia ada, kwa sababu tu wamekosa mikopo tu, tu, tulitegemea kwamba wangekuja na resolutions ambazo zingewezesha wanafunzi wote kupata haki ya elimu katika nchi yao. Hata hivyo, kuna changamoto nyingine ambayo pia ipo ya wanafunzi kucheleweshwa mikopo katika vyuo vyao. Yaani bodi ya mikopo inatoa mikopo, inaenda katika chuo fulani, lakini inachelewa, wanafunzi wanachelewa, wana, wana chelewa kupata hasa kama kuna marais wa vyuo vikuu, kama kuna taasisi ambayo inatetea haki za wanafunzi wa vyuo vikuu, huenda taarifa hizo aidha wanachelewa kuzipata kutokana na ukaribu kuwa mdogo kati ya wanafunzi wa kawaida na shirikisho hilo, au wanafunzi hawa, wanaamua tu kuto kuwapatia shirikisho la vyuo vikuu. Kwa hiyo tutoe wito kwa shirikisho hilo lijiweke karibu zaidi na wanafunzi kama kweli linahitaji kutetea haki za wanafunzi. Aidha, Mtandao wa wanafunzi Tanzania, kwa sababu tumesajiliwa kwa malengo ya kutetea haki na wajibu wa wanafunzi nchini Tanzania kama ambavyo tumejiwekea sisi wenyewe, ambapo maono yetu ni kuona jumuiya huru ya wanafunzi ambao wanashiriki kikamilifu katika kuzungumzia maswala yanayohusu wanafunzi na yale ambayo yanaihusu jamii yao kwa uhuru. Tutaendelea kulisimamia hilo na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata yao. Mtandao wa wanafunzi wa Tanzania tutaendelea kushirikiana na taasisi nyingine kama tulivyosema hapo awali ikiwemo Wizara ya Elimu, Bodi ya Mikopo, tunasema TCU pamoja na vyuo vingine ili kuhakikisha kwamba changamoto za wanafunzi zinatatuliwa zina kwa wakati, na tunatoa wito kwa wanafunzi ambao wanadhani wana changamoto kadhaa ambazo zinawakabili katika, a, katika mazingira ya kujifunza na kujifunzia wasiache kuwasiana sisi ili tuweze kuzitatua changamoto hizo, kwani tumekuwa tukifanya hivyo mara kwa mara. Taasisi ya wanafunzi na inapokea wanafunzi wa aina zote, haijalishi mtu ana itikadi yake, huenda kwa sababu katiba yetu haimzuii mtu kuwa na itikadi. Akishakuwa na miaka 18 anaruhusiwa kuwa na itikadi yote, lakini ajenda iliyokuwa kwa mtandao wa wanafunzi Tanzania kama taasisi ni ajenda ya wanafunzi. Tunawakaribisha wanafunzi na wengine pia kujiunga na mtandao wa wanafunzi Tanzania. Tunawakaribisha wanafunzi wengine pia ambao wanatamani kufanya kazi na mtandao wa wanafunzi Tanzania, tunakaribisha na wanafunzi wengine pia ambao wanatamani kuzungumzia shida zao ili ziweze kuzungumziwa na mtandao wa wanafunzi Tanzania, na tutafanya hivyo bila kusita na jambo lolote. Tunatoa wito kwa wanafunzi wote kama tulivyosema kutekeleza majukumu yao kwa wakati, lakini pia watambue haki zao na wajibu wao ili waweze kutekeleza majukumu yao, na mwisho wa siku tuna taifa ambalo limeendelea. Mtandao wanafunzi Tanzania, tunaamini katika uwazi, katika uwajibikaji, katika uongozi bora, na katika utawala wa sheria. Kama vitu hivyo vitakuwa vinakosekana mara popote pale, mtandao wanafunzi Tanzania hatutasita, hatutasita kuvizungumzia ili kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa katika mazingira ambayo yanaweza kuletea maendeleo. Tunashukuru sana kwa kuweza kutusikiliza. Kama kuna maswali karibuni. <tipi> Okay. Kama tulivyosema awali kupitia kwa mwenyekiti wangu kuhusu taarifa ambayo tuliitoa katika kifo cha, uh, Akulina Akulini, wanafunzi wa NIT. Mtandao wa wanafunzi Tanzania, tulitokeza hadharani, kulaani vikali mauaji ya wanafunzi wa chuo kikuu cha NIT marehemu Akulina Akulini Bafata yaliyotokea tarehe 16 mwezi wa pili mwaka 2018 kutokana na uzembe wa jeshi la polisi ambalo lilitumia silaha za moto kutuliza maandamano kinyume cha sheria ya jeshi la polisi na huduma saidizi sura namba 322 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka kifungu namba 29 katika taarifa yetu, pamoja na, kuto, na kutaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya polisi waliohusika na tukio hilo lakini pia kuliomba jeshi la polisi lijitathmini katika utendaji wake wa kazi kutokana na kukithiri kwa matumizi ya nguvu kubwa dhidi ya wanafunzi na raia wasiokuwa na hatia. Vile vile, tulimwomba mheshimiwa Mwiguru Nchemba, waziri wa mambo ya ndani, awajibike kwa hiari yake kutokana na kukithiri kwa matukio yanayohatarisha usalama usalama wa raia nchini, nchini tangu apewe dhamana hiyo. Taarifa hii hi, iliikisi imani ya taasisi yetu ambayo ni uwazi, uwajibikaji, uongozi bora, uweledi katika uongozi na utawala wa sheria. Aidha, taarifa hiyo ilieleza wazi kuwa endapo waziri wa mambo ya ndani asipowajibika, namba moja hiyo yakaendelea kutokea matendo ya namna hii yanayohatarisha usalama wa raia ikiwemo wanafunzi, pamoja na ukiukwaji wa sheria unaofanywa na jeshi la polisi lililo chini ya wizara ya mambo ya ndani. Namba tatu, huku ripoti za uchunguzi wa uhalifu huu zikiendelea kuto kukamilika, TSNP kwa kuzingatia taratibu za kisheria tutaitisha maandamano ya wanafunzi kushinikiza kubo, maboresho ya mapungufu hayo ambayo yanaweza kuathiri maendeleo ya taifa letu kiuchumi, kisiasa na kijamii kwa kupe, na kupelekea kuathiri adhima ya serikali ya awamu ya tano ya kufikia uchumi wa viwanda. Naomba waandishi wa habari mfahamu ya kwamba mtandao wa wanafunzi Tanzania hatuna tatizo na Mwigulu Nchemba kama yeye, tuna tatizo na mamlaka aliyokuwa nayo ambayo anaweza kabisa kuboresha kwa maana ya kwamba kwa hikisha kwamba kuna usalama wa raia na mali zao katika nchi, katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio dhamana ambayo wamepewa, lakini pia kuna ufuataji wa sheria wa jeshi la polisi ambazo sheria zake zipo wazi kabisa, lakini pia kuna kuwa kuna uwazi. Kama kuna kuwa kuna kutokea matukio kama haya, lakini hakuna majibu, yani kunaendelea kuwa na usiri katika katika haya mambo kwamba uchunguzi unaendelea, unaendelea, unaendelea, unaendelea, anakosa sifa ya kuendelea kuongoza katika nafasi hiyo. Ndio maana tukawa tumetoa maoni ya kwamba awajibike yeye mwenyewe katika nafasi yake kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Kwa hiyo, maoni yetu bado yako pale pale, ajitathimini yeye mwenyewe katika utendaji kazi wake na aone namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba nafasi hiyo inaweza kuhakikishia Watanzania usalama, usalama wao na mali zao.